E, nitoe taarifa hii ya mpaka kufika e, tarehe e, tarehe moja. Mpaka kufika tarehe moja e, fedha ambazo e, kupitia Tone Tone watu wamechanga e, katika njia mbalimbali tulizozieleza e, kupitia akaunti yetu ya NMB kupitia akaunti yetu ya NMB e, fedha zilizochangwa na shilingi milioni 16 laki nane hamsini na nane elfu mia nne na sabini na moja. Kupitia akaunti ya NMB Watanzania wamedondosha matone humo eh, shilingi milioni 16 laki nane hamsini na nane elfu mia nne na sitini na moja. Tunawashukuru sana Watanzania eh, tone dogo limeweza kutengeneza shilingi milioni 16 kupitia namba yetu ya M-Pesa, namba yetu ya M-Pesa ambayo ni 0744446969 Watanzania wameweza kudondosha matone madogo madogo mpaka zikaweza kufika shilingi milioni thelathini na tisa laki tisa sabini na moja elfu na shilingi tisa. Eh, milioni thelathini na tisa laki tisa sabini na moja elfu na shilingi tisa, hii ni kupitia namba yetu ya mpesa. Eh, Watanzania wamedondosha humo tone dogo mpaka imefika kiwango hicho kwa njia E, ya M-Pesa bill e, kwenye tulitangaza jinsi ya kulipa kwa njia ya kulipa bili kwa njia ya M-Pesa. E, Watanzania wameweza kudondosha matone madogo madogo mpaka zikafika shilingi milioni tano laki saba na themanini tano elfu mia sita na sabini. E, Watanzania wameweza kudondosha matone madogo madogo mpaka zikafika shilingi milioni tano laki saba themanini tano elfu 670 kwa njia ya mix bill. E, mix zamani ilikuwa itwa Tigo e, unalipa kupitia Tigo inaitwa mix bill, tumeweza e, kuyakusanya matone kidogo kidogo mpaka yakafika shilingi milioni moja na laki saba, milioni moja na laki saba hivyo. E, jumla ya fedha yote, matone matone haya, jumla ya fedha yote tumeweza kukusanya kutoka tulipo, eh, mwenyekiti wetu alipotangaza siku ya kwanza mpaka tukazindua na ile siku tumezindua, jumla ni shilingi milioni sitini na nne laki tatu na kumi na tano na mia moja hamsini, shilingi milioni sitini na nne laki tatu kumi na tano mia moja na hamsini. Hivyo tunawashukuru sana Watanzania kwa jinsi ambavyo mmetuamini tumeweza kukusanya kiwa, kiwango hiki. Nikiri kwamba zilitokea changamoto kadhaa katika mfumo wetu, hasa kwenye namba hii ya 0744 6969, na tumefanya mawasiliano na mamlaka husika, na tume, tume tupo katika kutatua changamoto hizo. Wa, wachangiaji wengi wa Tone Tone walipata changamoto na eh, kuna kiasi kikubwa sana na kwa jinsi ya watu walivyo eh, rejista kwetu kuna kiwango pengine kinaweza kuzidi eh, milioni mia na hamsini mpaka mia mbili kwa sababu mfumo ulikuwa unaonyesha hata kama pesa iko kidogo milioni moja, lakini eh, wachangiaji wengi walikuwa wanaambiwa mfumo umejaa. Kwa hivyo tumewasiliana na me, mamlaka husika na tunashukuru kwa sababu changamoto hizo zinatatuliwa, na hivyo Watanzania wa waendelee eh, kudondosha eh, matone matone eh, ili tu, lile kusudio jema ya, ya, ya kazi hii ambayo tumekusudia kuifanya basi tuweze, tuweze kuifanya.